zao vilio vya gharama kubwa za pembejeo, vilio vya huduma mbaya za afya, vilio vya ubora wa elimu vinaendelea kuwepo kwa sababu tunaingiza ushabiki kwenye uchaguzi. Leo tukiulizana hapa, kwenye nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila aina ya neema, kila aina ya neema, na inawezekana watu wa Njombe ama tunajua lakini hatuamini ama hatujui, kwamba nchi hii Mwenyezi Mungu ameibariki kila kitu, kila kitu. Nenda kwenye madini, nchi hii, nchi imejaa dhahabu kila kona, kila pembe ya Tanzania kuna dhahabu. Nchi hii Mwenyezi Mungu ameijalia neema kubwa ya madini, kuna almasi, kuna Tanzanite ambayo wewe zunguka nchi yote, dunia yote, popote, magharibi mwa dunia, mashariki mwa dunia, kaskazini mwa dunia, kusini mwa dunia, Tanzanite hutoipata. Tanzanite utaipata Tanzania peke yake. Tuna rubi, tuna makaa ya mawe, tuna chuma. Leo Mwenyezi Mungu ametujalia madini hata madini ya kutengeneza nyuklia, madini ya kutengeneza kamera, ya kutengeneza simu za mkononi, madini ya kila aina. Mwenyezi Mungu ametujalia. Angeweza kuishia hapo. Mi michezo nitaifanya ajira, tutauza wachezaji wazuri kwenye vilabu vikubwa kwa sababu michezo ni maisha na michezo ni ajira na michezo sio kuwachezesha watu ngoma asubuhi mchana jioni, kesho wanaumwa mafua, hela ya hostali hawana. Jambo jingine Mheshimiwa Rais, mimi nitaendelea kuita rais kwa sababu wewe ndo rais wangu. You are my brother and you are my president. Nataka niwaambie ninavyozungumza na wewe, viazi gunia moja ni shilingi elfu ishirini gunia la debe saba, na mnunuzi hayupo, unambembeleza. Sikiliza nikuambie, rais wangu, mbolea ni shilingi laki moja na ishirini, mpaka ninavyozungumza sasa hivi. Wakati wa Kikwete huko nyuma watu hawa walinunua mbolea elfu arobaini ndani ya miaka, mi, miaka kumi mbele mbolea ni laki moja na ishirini hiyo hiyo mbolea wanatuambia ina ruzuku. Mimi nimesema watu wa Njombe mkinichagua, hatuhitaji ruzuku, tunataka mbolea ipungue bei.